Wakati tunaanza hii programu ya polisi jamii ilikuwa ni shida sana, na mkimbuka, kwanza, kwa nini tulianza programu ya polisi jamii? Ni baada ya wakati ule uhalifu kushamiri sana. Kwa wale mwaka elfu mbili na sita, hali ilikuwa ni ngumu sana. Uhalifu ulifikia katika kiwango ambacho ilikuwa ukicha eh, na mada mpaka thelathini sema waji mpaka thelathini matukio ujangani wa kutumia silaha atano saba ngapi, Dar es Salaam pale, kamanda hiyo pale Dar es Salaam kwa siku tu pale, wanapiga matukio sita mpaka saba ananlai kwamba tusipoangalia tutaendelea kupata shida. kwa hebu anze na programu sasa ya kuwashirikisha, na tumekwenda nayo tumekwenda nayo mpaka tumefikia sahivi, kati wakati sana ni umaimba sana lakini, sasa baadae tukasema hapana, dawa ya kupambana na uhalifu sasa hivi, ama dawa ya kuhakikisha kwamba nchi yetu nakuwa salama ni kushirikisha jamii pamoja na wadau wengine, ili tuweze

tunaokwenda naona meniwenewe mmeweza kuchukua kwenye jamii na mmefurahia kwenye jamii, na mmefurahia kuongea na wanajamii, na bado tunajitai, tunahakikisha kwamba katika kata zetu zote kwamba tumeweza kupata jamii. Sasa hivi kama mnafuatilia, mheshimiwa Rais alizungumza akasema wizara ya mambo ya ndani pamoja na TAMISEMI kaeni muongee. Akimaanisha nini? Katika suala la usalama tumeshasema sisi tunapeleka askari kwenye kata kule, okay, kule. Sasa tunataka TAMISEMI, timizeni wajibu wenu wa kuwatengenezea mazingira hawa askari wetu watakuwa kwenye kata kwa kujenga vituo na makazi askari. Hiyo kazi inafanyika, na hata majuzi hapa nadhani kama wiki moja iliyopita walikutana tena kalamu wetu kuendelea kuona tumefikia wapi katika ujenzi wa vituo vya kata na makazi ya na nina uhakika miaka kumi ijayo tutafanikiwa, kama mwenye zamana na nchi mheshimiwa rais mwenyewe anatamka, wengine nawaata, hakuna kubisha, lazima wote turudi kwenye jamii. kwa kwa kuongeza kazi nzuri na ni nzuri sana, na tuendelee nao hivyo hivyo, na tuhakikishe kwamba ifike siku tuseme, leo kumekucha, hakuna tukio la aina yoyote hapa Geita. Jeshi la Polisi kushirikiana na uh, mgodi wa Jiche tuliandaa hii community outreach program na apart from being a community outreach program na ndio maana tumeanza na nyie ili nyie sasa kile tutakacho kwa hapa, na kile ambacho tutajadiliana au tutakiongea kwa jamii tukikiunganisha, tunaamini Geita yetu tunapoelekea kwenye uchaguzi itakuwa salama zaidi. Niendelee kuwa nasi wananchi si, wana hususani wanaozunguka maeneo ya mgodi, lakini wananchi wote wa mkoa wa Geita kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi kupitia polisi jamii, lakini vikundi mbalimbali mbali vya ulinzi jamii ambavyo vimeanzishwa kuweza kutoa taarifa na kuweza kuzuia uhalifu kabla haujaweza kujitokeza. Ni wasihi wananchi, tunatambua mkoa wetu ni una shughuli za uchimbaji katika maeneo ya migodi endelea kushirikiana na polisi jamii. Uzuri katika mkoa wetu tuna kata 122 na kata zote 122 zinazokosa polisi jamii. Sasa ni nasaha zangu, na ni wataka wakurugenzi wa mamlaka za serikali za mitaa katika mkoa wa Geita kuendelea kuwaelekeza watendaji wa kata waendelee kuwapa ushirikiano polisi jamii waliowekwa katika maeneo yetu ili tuweze kufikia malengo yetu ya polisi jamii. wajibu wetu